Unasikiliza Standard Radio FM, Singida 90.1. Ya leo ni shwari na ni salama kabisa ndani ya mkoa wetu wa Singida. Nimefurahi sana kukutana na wewe kwa mara nyingine tena baada ya miaka mingi sana kupita. Hongera sana asante sana ndugu mwandishi na mtangazaji mm mahiri wa muda mrefu. Hata mimi nashukuru kukutana wewe kwa siku hii ya leo. <laughs> Nimekumbuka sana Geita miaka hiyo ya elfu mbili, nimekumbuka sana Sengerema pale, nimekumbuka sana Mwanza. Ndio maana huwa uh, napenda msemo mmoja uh, wa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu uh, na waziri wa nishati Doto Mashaka Biteko, amekuwa akisema watu ni wale wale, maeneo ni yale yale, siku ni zile zile na miaka ni ile ile. Ndio maana halisi ya milima haikutani ila binadamu wanakutana karibu. Msikilizaji wa Standard Radio anataka kufahamu kuelekea Oktoba 29, hili ndilo ambalo linazungumzwa hivi sasa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika yote na duniani kote. Unazungumzwa uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, uh, kwa maana ya kuchagua uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa bunge pamoja na madiwani katika mkoa wa Singida. Wewe ndio unashughulika ama unasimamia masuala mazima ya ulinzi na usalama wa raia na mali zao. Hali ikoje kamanda? Awali ya yote kwanza, nitumie fursa hii kushukuru chombo chetu hiki cha habari Standard Radio FM kilichopo ndani ya mkoa wetu wa Singida, na hasa pale ambapo tumepata hata sisi sasa jeshi la polisi kupata fursa ya kuweza kuzungumza na wananchi wa mkoa wetu wa Singida. Kifupi, kwanza niseme mkoa wetu wa Singida mpaka hapa tulipo leo, mkoa uko salama, uko shwari, wananchi wanaendelea kukabiliana na shughuli zao za kimaendeleo kama ilivyo desturi. Lakini mm -hmm. kama ulivyouliza juu ya nini kinaendelea ndani ya mkoa wetu, na hususani katika hili swala kubwa lililoko mbele yetu nalo na si jingine swala la uchaguzi mkuu utakaotegemewa au unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 ya mwezi Oktoba 25. Mm -hmm. Ndugu mwandishi, na msemaji wa chombo chetu hiki cha habari, niendelee kusema kwamba jeshi la polisi ndani ya mkoa huu wa Singida lipende kwanza kuwahabarisha wananchi wake kwamba limejipanga vizuri limejipanga kikamilifu mm. kuhakikisha kwamba zoezi zima la uchaguzi, upigaji kura, lakini hesabu mm. kura, na majumuisho ya upigaji huo kura mm. na kutangazwa kwa matokeo, limejipanga vizuri, vizuri zaidi no. Na kama ambavyo ndivyo, jeshi la polisi halijajitokeza kwa leo tu kujipanga kwake mm -hmm kama ilivyo desturi ya maandalizi ya shughuli zima ya uchaguzi, ambapo kumekuwepo na maandalizi kabla, wakati na baada ndani hmm. ya jeshi la polisi, tumeweza kuvizingatia vipingi vyote hivyo, kwamba kwa wakati wote kwanza wa namna ambavyo wagombea waliweza kujitokeza kuomba nafasi mbalimbali hmm. lakini pia nafasi ya kutangazwa kwao mm -hmm. Katika nafasi mbalimbali zikiwemo za wabunge na madiwani mm -hmm. Lakini pia hata sasa kuendelea kufanya kampeni mm -hmm. na baadaye kuelekea kwenye uchaguzi wenyewe wa kupiga kula mm -hmm. Jeshi letu la polisi ndani ya mkoa wa Singida limeendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yote mm -hmm. na hata sasa ninapongea katika vyombo vya habari, jeshi letu la polisi ndani ya mkoa wa Singida limeendelea kukabiliana na hali ya kiusalama kwa maeneo yote likiendelea mm -hmm. kufuatilia kampeni zinazoendelea kufanyika mm -hmm. ndani ya mkoa wa Singida kwa nafasi mbalimbali mba. zikiwepo za urais, ubunge na hata udiwani katika maeneo yote mm -hmm. kwa hiyo hata huku tunakoelekea sasa mm -hmm. kwenye upigaji kula nipende kuhakikishia umma wa mkoa wa Singida kwamba jeshi la polisi limejipanga kikamilifu mm. kuhakikisha kwamba wale wananchi wote ambao wana haki tena ya kikatiba kwenda kutimiza tarehe ishirini na tisa mwezi wa Oktoba ishirini na tano waweze kujitokeza kwa wingi, na hasa wenye sifa ambazo watakuwa wametekeleza majukumu ya kujiandikisha lakini kuthibitika kwamba kweli wako kwenye daftari uh -huh. la kupigia kula, basi mimi kwangu ni kuhakikishia kwamba waende kifua mbele, kwani usalama wao upo dhahiri bini shairi uh -huh. hivyo basi, niendelee kusema kwamba jeshi letu la polisi liko vizuri, lakini niendelee kusema ya kwamba kwa wale ambao wenye nia ovu na makusudio ambayo ni ya kukwamisha zoezi hilo kutofanyika tena kwa usalama kwa amani na utulivu, mm -hmm. jeshi la polisi liko vizuri zaidi kama ambavyo haijawahi kuwa, mm -hmm. Niwaondolee shaka kabisa wananchi wema kwamba kwao wao waendelee na majukumu yao kujiandaa, mm -hmm. kwenda kupiga kura kama ilivyo desturi, kwamba 29 Oktoba 25, wajitokeze kwa wingi katika maeneo yao mbalimbali waliojiandikisha. Mwingine anasema Rajabu Ramadhani kutoka uh, nipo kamanda amesema nikimaliza kupiga kura nikae mita mia tatu. Je, kama nyumba yangu ipo karibu na kituo <laughs> itakuwaje? <laughs> kamanda huyu <laughs> nyumba yake awezekana iko karibu na kituo, labda tuseme mita uh, kumi <laughs> na sijui kama hilo uh, lipo. Bahati nzuri, naamini utakuwa umepita karibu vituo vyote katika kupigia kula mm. Lakini endapo kama eneo lake mm. tena la kuishi mm. Mimi bado nasema anayo haki ya kuwa nyumbani kwake mm. Na hakuna atakayeenda kumbuguzi mm. Tunachoweza tukatoa angalizo mm -hmm. Asifanye makazi yake yakawa sasa ni kituo cha wengine pia kukusanyika hapo Safi kabisa. Na kufanya jambo ambalo linaweza likaleta viashiria mm -hmm vya uvunjifu wa amani no. Hilo ndio naweza nikatoa onyo na angalizo kwake, lakini kama yeye ni mkazi wa nyumba hiyo, yeye ni mwanafamilia wa mji huu, hakuna pingamizi lolote la mtu huyo kupiga kula na kurudi kwenye makazi yake kama ilivyo desturi.